Kitu ambacho kuwa wanatu. Kwa hiyo ee, vijana wangu walifanya kile ambacho nimewaelekeza na watu wameona bidii nzuri, na tumeonesha upinzani, ukiachia kutolewa, lakini ushindani tumeonesha ni mzuri, na wangu ee, e, e, wangu wamechukua karibia. Kwa hiyo maisha yako kujiandaa katika mchezo wetu, labda pengine wachezaji wako uliwaandaa kisaikolojia kivipi? Maka ameongea na ujasiri mkubwa sana kukabili Simba, hili ni timu kubwa

Iko wazi, nafikiri wachezaji lazima waandae psikolojia mechi kama ile pale. Tunaona timu tunacheza nao ni level kubwa tofauti na sisi, kwa hiyo physically unaweza kuandaa, lakini kitachobakia ni psychology, psychology ni kitu kikubwa sana. Bila kuwa na psychology performance haiwezi kukamilika. Kwa hiyo psychology ni kwa hali ya juu, kucheza bila woga, bila pressure masbabu, um, level tizanao, kwa sababu level ya timu tulikuwa tunacheza nayo ni tofauti, kwa hiyo sisi lazima tujiandae psychology kwamba tusiwe na hofu hofu inaweza kufanya nayo ukashindwa hata kupiga pasi hata mbili tatu, lakini niwasifie vijana wangu, wameweza kublock Simba katika ugogole wao sana sana kwenye eneo la midfield. Simba kuachia ndio katika mpira mingi, kwa hiyo nilikazia katika eneo hilo na niliwaambia midfield wangu kwamba nyinyi leo mwe na uvumilivu hali ya juu, kwa maana hiyo pia itakuwa mingi katia. Kwa matokeo haya pengine kwa upande wako, nadhani eh, ni hicho ambacho nitegemea kukipata huwezi kusema unategemea kupata kufunga. Haya ni mashindano, ningesema nategemea kufungwa. Nafikiri hata mashabiki huko juu wasingekuja, wangejua Big Man na kuja kufunga, kwa sababu ningeimaliza mechi kwenye media kwamba tunaenda kufunga, lakini nilisema naenda kupambana na wao, wameona mpambana wao kuja, wamepata burudani kile ambacho wamekiona live, tofauti na ningesema kwamba natarajia kufunga mechi na Simba. Kujaribu biashara ya mpira na isingekuwa na ladha, watu wakuja kwa mpira za Aa, ni kitu kikubwa sana, kitu kikubwa kwa maana ya kwenye confidence. Eh, wachezaji wanapomaliza mechi kama hii na ukiangalia kile wamefanya unawaambia wamefanya kile ambacho nimewaelekeza na kimetimia kwa asilimia fulani. Kwa hiyo kurudi kwenye champion kwenye level yetu inakuwa ni kitu kikubwa zaidi, na confidence inakuwa mara mbili zaidi. Kwa hiyo championship unawezi kukuta timu na cheza kama hii kule ni nguvu na power play moja kwa moja. Kwa hiyo hichi tulichokifanya hapa ni level ambayo kuwa timu za ligi kuu zinacheza, na sisi tulijitume kucheza level ya ligi kuu kwa hatimaye tutafanya kile ambacho tunataka. Shukrani sana.

kwa hiyo imetokea tu mistia kidogo ile ah, ambayo refa ametafsiri kwamba ni penati na Simba. Bila ile tafsiri ya penati, naona wasingetoka, kwa sababu abarola angedaka penati atamia, lakini Simba wakaona tusifike kwenye penati, kwa sababu wanamjua abarola. Nimeona kuna krimu kubwa sana kwenye daraja la juu. In, ino, kuhu, kwa Tanzania kuna wachezaji takriban milioni kumi. Sasa watu tu wanapambana na kuangalia wachezaji wa Yanga Simba, na wachezaji wenyewe ni kama hao. Mimi nifanya sorting, kuna vijana wako Zanzibar, kama wezimona paligusa limanimanyweli, kama mchezaji wa Manchester United amecheza vizuri, naweo unakubali. Uh, hao hawa wote hawakujulikana katika timu kubwa, lakini nimewaona yuko kijana namba sita pale ametoa kazi tu ya kusubiria. Amecheza vizuri kwa kusubiria, kama alivyoelekezwa na kocha, usicheze sana kwa nguvu. Siku zote anatumia nguvu. Wapo wakina Omar Banda, nawaona pale wachezaji wenye nguvu aliali umemwona Ali, katoka nje mwanamume mtu mzima wa Simba katoka nje pale, analia. Na mimi jana alimwambia yule panzi wa atalia atapiga kelele pale, amemwekea mchezaji mmoja anaitwa anaitwa kinani E, le mchezaji wangu namba mbili lefanya kazi kubwa sana, sana. Mpanzi wa kasia alipiga kelele mpanzo. Oh, naomba nitoe, naomba nitoe, naona bana. Kwa hiyo nii hatua nduo Simba tuliwa bana.

makini maki, maki, maki, wake na kuonekana kwamba ana experience aliwahi kucheza mpira kwa mafanikio na aliwahi kufundisha wachezaji wengi kwa mafanikio. Wachezaji walioko pale wakina Jogu eh wakina nani Shomari yule wachezaji wake hao wamewafundisha mpira, kwa hiyo ni kocha ambaye eh, anajua vipaji, anajua vipaji, ni kocha mzuri. Rangi ya kijani, mara nyingi napenda kijani sababu Mungu mwenyewe pia, wakiona miti majani ni kijani. Kwa hiyo napenda rangi anayotenda Mungu. Simba eh, unawaambia nini? Wanakwenda robo fainali kimataifa tarehe mbili, na mchezo hapo. Nawaomba Simba wakarudie, na kocha waangalie mazoezi mm -hmm. wa, Mungu wajalie wachezaji wao wanaosema hawapo warudi, lakini wakienda hivi Simba itakuwa ni shida kwa sababu na mchezaji wangu mmoja alipiga shuti moja kali sana ilikwenda ndani moja kwa moja.